Kwanza, naomba nithibitishe taarifa ni za kweli, na mchezo wa kesho unaweza ukawa ndo mchezo wa mwisho kwa Kibu Denis Prosper. Na kwa namna ambavyo naijua klabu ya Simba huenda ikaitumia kama sehemu ya kumwaga mchezaji huyo. Uh, nafasi ya Kibu Denis kwenye kikosi cha Simba nafkiri haikuwa kubwa sana, lakini pia haikuwa ndogo sana kwa maana uh, tutamzungumza kwenye engo ya ni mchezaji mzawa ukiwa nayo utanufaika kwenye namna za kumgharamikia ama, na namaanisha ama, gharama za kumlipia ama ushuru wa wachezaji wa wazawa sio sawa na wachezaji ambao wanatokea nje ya Tanzania. Nafasi yake kwenye kikosi cha Simba nadhani imeanza kuonekana kwenye mechi tatu za mwisho ambazo Simba amecheza. Stephen Baker amekuwa akimtumia kama force namba nine, mbali nakuwa hata wakati anakuja Simba ndio eneo pekee ambapo alikuwa analitumikia kwa maana Eh, namba tisa, lakini katika nyakati zote ambazo wamecheza kwenye hilo eneo uh, ajawa na mwendelezo mzuri sana ama ajawa na impact kubwa kwenye kikosi cha Simba, kwa maana ya kufunga mabao ama kuasisti. Kwa hiyo nafikiri hata Simba anafanya maamuzi ya kuachana na kibenzitoswa, kwanza wamempa nafasi kama mchezaji kwenda kupata changamoto sehemu nyingine, lakini wameangalia eh, namna gani ambavyo kuondoka kwa kibu kutakuwa na manufaa kwa baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa hawapati nafasi. Kuondoka kwa kibu Denis, nadhani kutakuwa na faida kubwa sana kwa baadhi ya wachezaji ambao wamesajiliwa uh, dirisha dogo. Wapo wachezaji kama kina Libasi gwe kina Mosi, Abrahamu, kina Elimu Panzu, ukitazama kwenye hilo eneo uh, Simba ina wachezaji wengi sana ndio maana Simba wanafanya maamuzi ya kuachana naye kwa sababu wanaamini eh, katika wale ambao wapo wana kiwango bora na wanaweza kukifanya nadhani atabaki kuwa kwenye historia ya klabu kubwa kama Simba ameshafanya na amefanya kwa upande wake. Amepitia nyakati nzuri akiwa na Simba, amepitia nyakati mbaya pia akiwa na klabu ya Simba. Nakumbuka kuna nyakati Kibensi amemaliza msimu akiwa ana bao lolote, lakini kwenye historia ya Simba kwa maana mafanikio kwa ujumla ataendelea kuwepo. Ukirudi tu hata msimu uliopita alikuwa miongoni mwa wachezaji ambao walisaidia sana Simba kuweza kucheza hatua ya fainali ya CAF Confederation. Kwa hiyo nadhani umefika wakati sahihi sana wa Kibu Fresh kwenda kupata changamoto sehemu nyingine. Of course imekuwa ni ndoto yake siku moja kucheza nje ya Tanzania, na nadhani ndo wakati sahihi ambao ameona unastahili ama umefika wa yeye kwenda kupata changamoto sehemu nyingine. Kwa upande wa Simba nadhani watamkumbuka kwenye nyakati zote, kwa maana nyakati mbaya, lakini pia nyakati nzuri. Ni mchezaji mzuri, lakini kwa hivi sasa nikitazama kwenye kikosi cha Simba, wachezaji aina ya Kibu Dennis wapo wengi sana, na ndio maana hata Simba amefanya hayo maamuzi. Kwa hiyo nadhani mimi binafsi naungana na uongozi wa Simba, lakini pia naungana na maamuzi ya Kibu Dennis kwa ujumla, kuona pia ni wakati sahihi wa yeye kwenda kupata changamoto sehemu nyingine. Tunaweza kusema kwamba Simba wamenufaika eh, zaidi na kuondoka kwa Kibu Dennis endapo ita tamatika kama ambavyo inazungumzwa, amebakisha miezi sita tu kwenye mkataba wake, na ilitajwa hapo awali kwamba amekataa kuongeza mkataba, hivyo huenda angeondoka bure mwishoni mwa msimu huu. Simba wamechanga karata zao kinamna gani hapa Yusuf? Yeah, nadhani Simba ameangalia zaidi namna ambavyo atanufaika na Kiben Sofozi, amewanufaisha kwenye kati ambazo alikuwa anaitumikia timu kama mchezaji ndani ya uwanja lakini pia wameona ni wakati sahihi pia wao kunufaika uh, kifedha kwa maana ya kumuuza, endapo msimu ungetamatika akaondoka bure, maanake Simba angekuwa amepata hasara, mbali na kuwa amenufaika kwenye nyakati ambazo Kibu alikuwa sehemu ya kikosi cha Simba. Lakini kumuuza kwa hivi sasa wananufaika zaidi kwa sababu tayari wameshanufaika naye akiwa sehemu ya kikosi, kwa maana mchango wake kwa ujumla lakini tena mnakwenda kunufaika kwenye engo ya kupata fedha kupitia Kibu Dennis. Na hii ina nadhani inakwenda kumtangaza zaidi e, Simba kwenye e, midani ya kimataifa, kwa sababu utarudi katika dhaa Simba imemuuza Luis Jose Miquissone ama chama Clatous, tayari akishaenda kule akaperform ama akapata nafasi ya kuwa anacheza, manake watu watakuwa wakitaka kumfuatilia, ni mchezaji gani huyu ametokea wapi kali ambapo wanamfuatilia kutaka kumjua kuondane zaidi, watajikuta lazima wataijua klabu ya Simba. Kwa hiyo nadhani uh, Simba amenufaika zaidi na Kibu Denis kuliko ambavyo unaweza ukatumia lugha nyingine, kwa maana amemuuza, amepata pesa na sidhani kama amepata hela ya madafu, amepata pesa nzuri sana, mbali na kuwa mkataba wake ulikuwa ni umebakiza wa miezi sita, lakini kuna pesa ambayo ameingiza, kwa hiyo Simba nadhani amefikiria kumwacha aondoke kama mchezaji huru na kumuuza kwa hivi sasa, hata kama ni kwa pesa ndogo, ni kipi kizuri, na amefanya maamuzi hayo kuona kwamba ni bora wakamuuza kabisa. Kwa hiyo nadhani Simba ameangalia zaidi maslahi ya klabu, lakini pia ameangalia maslahi ya mchezaji binafsi, kwa sababu eh, mbali na kuwa Simba ilitaka kumuuza Kibu Denis, lakini huenda Kibu Denis asingekubali kwenda kwenye timu husika ambayo anauzwa manake bado uh, Simba angeendelea kulazimika kubaki naye, lakini kitendo cha Kibu Dennis kuulizia, maana yake ameona ni wakati sahihi wa yeye kwenda kwenye hiyo klabu ambayo anahusishwa, ambapo atakwenda pia kuungana na baadhi ya wachezaji ambao wameshafanya nao kazi, ikiwemo Mkwara eh, Ruamba Ngoma, lakini pia hata Kalendi yao ambaye alikuwa anatajwa kujiunga na klabu ya Simba. Kwa hiyo kwake itakuwa ni rahisi kwa sababu anakwenda kukutana na wenyeji wake. Itakuwa ni rahisi zaidi kuweza uh, kuyasoma mazingira na kuyaadapti kwa uharaka, kwa sababu atakuwa na wenyeji. Kwa hiyo kikubwa ni namna gani ambavyo Kidenis akienda huko atakuwa kwenye hali ipi. Endapo ataperform uh, tayari ataitangaza Simba, lakini pia atajitangaza yeye binafsi. Lakini kama unaondoka kwenye klabu yako vizuri, maana yake na kuthibitisha kwamba hata ukienda huko ikitokea umefeli ama umeshindwa kuperform kwenye lile daraja ambalo timu iliyokusajili ilitarajia, basi inakuwa ni njia nyingine ya wewe kurudi kule ambako umetokea. Tumeona kina Ruiz Jose Mason, kina Clatous Chama eh, amecheza Simba, Simba kwa mafanikio, lakini baadaye akauzwa, na baadaye akarejea tena kwenye kikosi cha Simba. Kwa hiyo nadhani, eh, mimi binafsi naona Simba ameangalia namna ya kunufaika zaidi na Kibu Dennis na amefanya maamuzi ambayo yapo kwa upande wao, lakini pia kwa upande wa mchezaji naam. Yusuf, tumalize na hili eh, kwa ufupi kabisa, uh, katika dirisha hili dogo uh, Jan Chazaua, Steve Desmekwala, Kibu Denis naye anafata uh, ni miongoni mwa wachezaji walikuwa na mchango mkubwa sana msimu uliopita, eh, lakini mm. msimu huu zilipokuja ofa hawajajiuliza mara mbili eh, wamewapa nafasi ya kwenda kutafuta changamoto nyingine. Hii inaonyesha utofauti wa namna gani kutoka kwa Simba Sports Club na baadhi ya vilabu hapa nchini, ambapo tumeona baadhi ya vilabu viking'ang'ania hasa wachezaji wa zao ambao wamekuwa wakipata nafasi za kwenda kuonyesha eh, vipaji vyao na uwezo wao katika vi kwa vilabu vya nje. Uh, nadhani umekuwa ni utamaduni wa Simba toka uh, kipindi hicho. Simba imekuwa ina tabia ya kumng'ang'ania mchezaji pale ambapo anahitajika na klabu na klabu ikafikia lile dawa ambalo Simba analihitaji. Wameshatuthibitishia kipindi tofauti tofauti, wametoka wachezaji ambao walikuwa na nafasi kubwa kwenye kikosi, lakini e, baadaye wakafanya maamuzi ya kuachana nao ikiwemo kina Luisi Jose Nixon alikuwa na kiwango bora sana akiwa kwenye klabu ya Simba, na ndo nyakati ambazo pia Simba yupo kwenye michuano ya kimataifa unatarajia eh, aendelee kunufaika nao wachezaji, lakini alifanya maamuzi ya kumwacha Luis Jose Miquissone na akasajili wachezaji wengine ambao walikuja kuperform kina Pape Osman Sako. Kwa hiyo umekuwa utamaduni wa klabu ya Simba kuto kumng'ang'ania mchezaji, sio, unamng'ang'ania mchezaji hadi pale ambapo mchezaji anashindwa sasa kukupa kile ambacho unakihitaji na unalazimika tena kuendelea kubaki naye aliyakuwa upate kile ambacho unakihitaji. Kwa hiyo ikifika wakati wa mchezaji kuondoka, mpe nafasi ya yeye kuondoka, akapata changamoto sehemu nyingine, sababu pia utakuwa pia ni mchango endapo atakwenda kuperform, kuna namna ambavyo ataitangaza klabu yako, atashawishi pia atashawishi wachezaji wengine kuja kuitumikia timu yako. Kwahiyo nadhani huo uh, ni utamaduni wa simba na kuna funzo ambalo Simba wamekuwa wakiliacha kwenye vilabu vingi sana, lakini wanashindwa kulichukulia kama sehemu ya funzo na kukubaliana na hicho ambacho Simba amekuwa akifanya. Tumeona baadhi ya timu zikingang'ania wachezaji mbali na kuwa inaweza ikaja ofa kubwa, lakini wakaikataa na mchezaji akaendelea kubaki. Mwisho wa siku ndo unakuta mchezaji anapata injal halafu, ndo nyakati ambazo ungemuza ungenufaika pakubwa, na baadaye mchezaji anakuja kuondoka kama mchezaji huru. Kwa hiyo nadhani hapa ndo ulipo tofauti wa Simba na vilabu vingine bana. Ni kushukuru sana Yusuph kwa maoni yako e, na sito sita kukuendelea kukutafuta kwa ajili ya kuchukua mambo madogo madogo ya e, hapa na pale. Pia kama ambavyo tunafahamu e, Simba Sports Club watakuwa wageni wa KMC katika mchezo e, wa ligi kuu Tanzania bara, nadhani tutakuwa na muda mzuri sana kuzungumzia sajili ambazo wamezisajili msimu huu na kile ambacho wameanza kukionyesha katika kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi, Simba chini ya mtaalam Steve Becker.